Uh, na ukiangalia mabondia wa Ghana wanaifahamu vizuri. Kwenye pambano lililopita Hassan Mwakinyo alitetea ubingwa wake huu dhidi ya Patrick Alotei naye kutoka nchini Ghana. Kwa hiyo kwamba Daniel Latrey anamfahamu vizuri Hassan sati, Mwakinyo kwa sababu kwamba kwenye fight iliyopita Hassan alicheza life, na bondia tupu kutoka, tupu kutoka tupu nchini Ghana ambaye anaitwa Patrick brand, la, uh, Alotei na wengi hawakujua kwamba Patrick Alotei ambaye alicheza na Hassan Mwakinyo kwenye pambano lililopita, wow, wow, la utetezi wa ubingwa huu uh, bondia yule alishawahi kushikilia ubingwa huu uh, kwa zaidi ya mara mbili, na baadaye kupoteza na kuja kupata kuomba nafasi kuja kucheza na Hassan Mwakinyo kwenye pambano lililopita na akapoteza tena. Kwa hiyo kwa msingi huu kwamba amekubali kwamba mbio za WBO kwake sio, na namwona sasa Daniel Atei je yeah, atakwenda kukomboa yale machozi ya wagana kutaka ubingwa huu wa WBO, au naye atakwenda kuwa mteja kama Patrick Alotege, ambaye ndugu yake aliyepoteza katika pambano lililopita? Ah, kiukweli hata mimi mi ni bondia, lakini mabondia wa Ghana mi nawaheshimu sana kwa sababu wanajua, wamelelewa katika misingi ya boxing. Kwa hiyo ukikutana naye ujue mwenyewe ujiandaye kwa nguvu jiandae kwa spidi, kwa akili, kwa sababu vitu vyote hao wana treni. Kwa hiyo nakuta hapa Hassan anatumia akili zake bado, anatumia akili za kocha. Kwa hiyo hapa bado, kwa sababu pambano bado linaendelea, tutaona vitu vizuri, kwa sababu Hassan bado hajamaliza vitu vyake hapa, na huyu Mgana, kwa sababu watu mjui. Tuendelee kuangalia tunajifunza nini na tunaona vitu gani vipya kupitia kwa Hassan Mwakinyo na huyu Daniel Latrey. Yeah, ah, kama, kama ulivyosema mwanzo brother James Sangi. Ndio. Ya yeah. Yeah, Mwakinyo ni mtu ambaye ukiangalia, fi, ukiangalia anavyo fight kwamba kila ngumi anayopiga anaona na ni mtu ambaye anamwangalia sana anamfesi sana mpinzani wake. Anajua anapopiga, anajua anapotaka ku, kufanya jambo kwa hiyo kwenye hilo swala Mwakinyo yuko vizuri. Kwa hiyo naona kama mchezo unaendelea kuwa vizuri na utazidi kuwa vizuri zaidi, kwa sababu ni ngumi ambazo zimetulia na wote wanaonyesha mchezo mzuri, kwa upande wa Hassan na pia kwa upande wa Daniel. Ni mtu ambaye pia anaonyesha mchezo mzuri na ni mtu ambaye amejitahidi kuweka sana gadi kwa ajili ya uangalifu, kwa sababu anajua akiacha kuweka gadi, nini kinaenda kutokea? uh... Ukiangalia rekodi ya bondia huyu anayecheza na Hassan Mwakinyo Daniel Latrey, kama tulivyozungumza hapo awali, kwamba na mapambano 28 na ameshinda mapambano 18 na nane, na katika mapambano hayo 18 na aliyoshinda 16 ameshinda